Amos Kasili ndiyo mshukiwa ambapo a, motobike yake ama ile pikipiki piki, ambayo iliweza kutumika a, na yule e, muuaji ambaye aliweza kumuua marehemu Charles Ong'ondo. Mshukiwa huyo ambaye ni Amos Kasili ameweza kushikwa kule maeneo ya Kibera na inasemekana kwamba aliweza kulipwa shilingi elfu hamsini kuweza kutumika ama moto, uh, piki piki yake kuweza kutumika kuweza kufanya uh, kitendo hicho. Habari hizi ni kulingana na pale Citizen Digital ambapo wameweza kuchapisha picha yake Amos Kasili, ambaye ndiyo mhusika mkuu, ambapo pikipiki piki yake iliweza kutumika, na yeye ndiye alikuwa mwendeshaji wa pikipiki piki hiyo ambayo yule aliyemuua mbunge wa Kaspul Charles Ongondo kwa hivyo Amos Kasili ameshikwa kule maeneo ya Kibera. Inasemekana kwamba aliweza kulipwa shilingi elfu hamsini na kitendo hicho ikiweza kutendeka. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilizia habari hizi na tutakuwa tunakujuza kwa zaidi. Hii ni Habari Media.